Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Yeah, yeah. Tunapoendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake anazotujalia katika maisha yetu. Ninayo matangazo mawili. La kwanza ni kwamba kama mnavyojua, kesho ni dominika ya Yesu Kristo Mfalme. Na kawaida ni siku ya vijana ulimwenguni. Kwa hiyo kesho tunawalika vijana wote wa jimbo kuu la Dar es Salaam waje hapa hapa katika hivi viwanja vya Tabata kwa adhimisho la ibada ya misa. Naomba vijana wote tufike hapa tusali pamoja katika adhimisho la Yesu Kristo Mfalme, na ndi siku yenu vijana. Kwa hiyo ninaomba wazazi mwahimize vijana wenu waweze kufika hapa kesho. Ibada itaanza saa tatu. Tangazo la pili ni kwamba kama tunavyojua, mwaka huu ni wa jubilei, mwaka wa jubilei kuu. Na tangu mwaka wa jubilei kuu ulipoanza, vikundi mbalimbali vimekuwa vikifanya hii, vikiadhimisha jubi, jubilei. Sasa kuna kundi la walimu walimu wa Katoliki walikuwa waadhimisha jubile yao tarehe moja mwezi huu wa Novemba, lakini haikuwezekana kutokana na zile vurugu za zilizotokea kile kipindi cha uchaguzi, na hivyo basi iliahirishwa mpaka tarehe sita Desemba. Kwa hiyo tunawaalika waalimu wote, waalimu wote hata kama mwisha staafu, e, kufika siku hiyo kule Pugu, tutafanyia kule Pugu jubilei hiyo ya walimu. Naomba mhamasishane, popote pale ambapo mpo walimu, mfike mwadhimishe jubilei yenu katika kipindi hiki cha eh, mwaka eh, mtakatifu. Kwa hiyo si msi walimu msiache, msi kufika kwenye siku hiyo ambapo mtajichotea baraka sasa walimu pia waliandaa kitenge chao na walisha nani e, wengine wameshashona siku hiyo walimu wote watavaa sare e, watavaa sare katika kuadhimisha jubili yao kitenge chao ni hiki hapa kama we ni mwalimu na bado hujajipatia hiki kitenge basi ujitahidi kujipatia hiki kitenge kiko vizuri kabisa kabisa kama mnavyo megeuza eh, kule uje huku hivi, uje huku hivi ehe. <laughs> Kwa hii kitenge ambacho walimu wameandaa ni hiki hapa. Kwa hiyo walimu wote tunaomba siku hiyo mtakapofika huwe umevaa vazi kwa kutumia kitenge hiki. Lakini pia hata waamini wengine, hata kama ni mwalimu, hujazuiwa kununua kitenge, wamesema hivipo hapa mahali fulani. Kwa hiyo mnaomba mjipatie hiki kitenge. Asanteni sana, na walimu karibuni sana siku hiyo, tuadhimishe jubilee yetu. Tumsifu Yesu Kristo.